Shirikisho <coughs> lipo na ratiba za kwake. Akina Gormaya FC shabano alianza vipi? kama siku tembea tembea, unajua tulirudisha tu chini, angalau wale tukusanye wenye hapa waanze kutembea, wakate mizizi. Wajue kwamba huku tukienda kule ni huku Anthony FC ameshindwa kufika kule Turkana, uh-huh. Eh? Ameshindwa kufika kule. Kwa hivyo niache kushiriki mashindano yao kwa sababu sina uwezo wa kufika kule Kito lakini mbatu. Kuna suluhisho hilo jambo, suluhisho ni kwamba shirikisho FKF division ile ya kwanza wakubaliane sema kwamba kuna baadhi za timu ambazo zitoka katika region fulani tuziweke katika makundi hayo lakini Ae, kuna ule ambaye bado yuko amejua mimi nitawezewa, lakini haifasi. Kwa hivyo nasema kwamba ni usawa kwa kila mtu sawa sawa. uh -huh, uh -huh. sijakataa kuna usawa, inafaa kuwe na usawa hapa na pale uh -huh. lakini tumeamua uh -huh. kama shirikisho uh -huh, eh, kwamba eh, tumeangalia tukaona timu eh, nyingi za fazi elite zitoke ano zianai kuna hatua ya kufika hapo, kumbuka eh? Ndio inaanza mtoto mm. anapozaliwa, atembei mbona papachiteru eh? na ni nataka na jambo lifanikiwe sasa. uh-huh. timu zimejiondoa. Mwisho wa siku, kazi ya shirikisho ni ipi? Kwanza, niku kwanza, acha nikwambie, mm -hmm. ni karibu pengine division 1 karibu timu karibu tatu zinapanda tatu peke yake, mm -hmm. kuna zile ambazo zimekuwa pale, kuna ambaye amejiondoa, alikuwa na ile azma na ile ari ya kufanya nini ya kupanda katika ile ligi nyingine, basi ajiunge kwa kwa katika, uh, katika vikosi vingine, kwa sababu tayari tumetoa mwelekeo tukasema kwamba hii tutakuwa tunaenda huko tunapiga mechi pale ee, mm -hmm. Kisumu mm -hmm. kwani Kisumu ni mbali na hapa. Msikilizaji, mtazamaji wa Amaica Media, tunazungumzia ile swala ya kwamba shirikisho la pa nchini Kenya aswele ligi ya division ya kwanza inaweza mm, kutoa makundi ya kwake, ratiba ya kwake, namna ambavyo mechi zitakuwa zinapigwa. Kwa mtazamo wako, timu ya kwako imekuwa wapi? Timu ya kwako itakuwa imekuwa katika kundi lipi? Tukizungumzia kwa mfano Sigalagala FC imekuwa katika kundi moja na wale Turkana, wana uwezo wa kufika kule kuweza kushiriki, wana uwezo wa kufanya kwamba wanafanya usafiri za kwao kwa haraka sana. Na si kule peke yake. Kuna timu inatoka kule Nakuru, Kericho, Unaona? Na kuna regions ambazo unaweza ukazieka zote kwa pamoja. Tuseme kama Western Region. Mm. Western Region. Timu natoka kule Bungoma. Mimi niko hapa Kakamega. Mm. Mwingine yuko kule Viga. Usafiri wa kule itakuwa rahisi sana. Jamani toka kule Bungoma. Uh -huh. Ametoka kule Bungoma. Anapaswa kusafiri kufika wapi? Uh, kwa kuh, kuh, Turkana. Kwa Turkana. Wacha nikwambie kitu kimoja ndugu ya yangu.